Ni muhimu sana tukajua mwaka 2025 Dr. Samia na jambo lake. Dr. Samia anafanya nini? Lazima tumuunge mkono, na hii ni muhimu sana naomba niwaulize tena na muunge Dr. Samia mkono juu. Dr. Samia oye oye oh yeah. Dr. Samia, oh yeah. Dr. Samia. Dr. Samia. Serikali yenu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya Dokta Samia Suluhu Hassan imeamua kuwekeza kwenye uchimbaji wa madini na hasa kwa wachimbaji wadogo, ili kila mmoja apate namna ya kujipatia kipato cha kujikimu. Ndugu wachimbaji wadogo mlioko hapa, endeleeni na jukumu lenu la uchimbaji. Serikali inafungua mianya moja, tumeamua maeneo yote ya madini yaliyochukuliwa leseni na watu kwa muda mrefu na wafanyii kazi, serikali inanyang'anya maeneo hayo na kupima upya na kugawa kwa wachimbaji wadogo. kwenye <coughs> <coughs> hili nitoa wito afisa madini wa mkoa kuendelea kubaini maeneo yenye madini na tutoe leseni zaidi kwa wachimbaji wadogo na wenyewe wajipatie kipato kwa, kwa ajili ya maisha yao wa ya kila siku. Mbili, wachimbaji wadogo, serikali imenunua mitambo kumi na tano itakayosambaza kwenye maeneo ya wachimbaji, mitambo hii ya kuchenjua kwa ajili ya wachimbaji wadogo. Kwa hiyo wito wangu mwenye eneo hili pamoja na mwajiri mwa huyu lakini najua kuna machimbo mengine yako maeneo ya na Mkonjera, lakini kuna maeneo mengine yako na Mgurugai, kuna maeneo mengine yako Chunyu na Mikulo, lakini kuna machimbo sasa hivi yamegundulika Mandawa, lakini kuna machimbo pia yako nao, jiungeni kwenye ushirika ili tunufaike na zoezi ambalo Dr. Samia Suluhu Hassan na kutuzulia mitambo ya kuchenjua, weze kuchenjua huko huko mliko. Dr. Samia oye!